Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, saka po Alexi Mkama amesema kifo kimetokea tarehe 21 mwezi wa 4, lakini mwanzo wa tukio ni tarehe 20 mwezi wa 4 2025 mchana, huko mtaa wa Mawezi ambapo mtuhumiwa na marehemu wote wakiwa katika hali ya ulevi waligombana, anakupelekea mtuhumiwa kumchoma na kitu chenye ncha kali kwenye mkono wake wa kulia, na alifariki tarehe 21 mwezi huu wa 4, kwa maana ya jana, wakati anapatiwa matibabu Uh, katika hospitali Rufa, ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Upelelezi wa tukio hili unaendelea na ikiwa ukikamilika, mtuhumiwa atafikishwa katika vyombo vingine vya haki jinai kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kisheria. Aidha, kamanda Mkama akatoa wito juu ya wananchi kujichukulia sheria mkononi yeah. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kukunywa pombe kupita kiasi. Aidha, linawataka kuacha kujichukulia sheria mkononi na kutumia vyombo vya kisheria mara wanapopata matatizo kutatuliwa na mkondo wa sheria. Ni mara baada ya kusikia kutoka kwa kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, saka po Alex Mkama. Na hawa ni wananchi wa mkoa wa Morogoro na wakawa na haya ya kusema. Hili swala nadhani sio limeanza leo, ni swala la siku nyingi. Mara unasikia mkoa huu watu wamesimana visu, sasa tayari huyu naye limetokea kwa hapa Morogoro, kijana amemchoma kijana mwenzake kisu. Ukiangalia sababu maalum hawezi kujulikana, inawezekana ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo mimi nachoomba serikali hili swala isilifumbia macho. Yaani mtu kaiba kuku, wewe unaenda unamuua unamchoma moto, yani mkana, unamkamata yule mtu unaenda kumpa ta adhabu fulani adhabu fulani adhabu fulani. Watu wanaofanya vitu ka hivyo, yaani wapewa adhabu kali sana. ni kiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.